Waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, mlango wa kwanza. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya ahadi ya uzima ulio katika Kristo Yesu, kwa Timotheo mwanangu mpendwa. Neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Namshukuru Mungu nimwabuduye kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu, kama vile nikukumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana, nami natamani sana kukuona, nikiyakumbuka machozi yako, ili nijae furaha, nikiikumbuka imani uliyo nayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike; nami na sadiki wewe nawe unayo kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Basi usiuonee haya ushuhuda wa Bwana wetu wala usinionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili kwa kadiri ya nguvu ya Mungu ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele, na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kuufunua uzima na kutokuharibika kwa ile injili, ambayo kwa ajili ya hiyo naliwekwa niwe mhubiri na mtume na mwalimu. Kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, wala tahayari; kwa maana na mjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichokiweka amana kwake hata siku ile. Shika kielelezo cha maneno yenye uzima uliyoyasikia kwangu, katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Waijua habari hii ya kuwa wote walio Waasia waliniepuka, ambao miongoni mwao wamo Figelo na Hamogene. Bwana awape rehema wale walio wa mlango wake Onesiforo, maana mara nyingi aliniburudisha wala hakuonea haya mnyororo wangu, bali alipokuwapo hapa Rumi alinitafuta kwa bidii akanipata. Bwana na ampe kuona rehema machoni pa Bwana siku ile. Na jinsi alivyonihudumia kwa mengi huko Efeso, wewe unajua sana.